Nichukue fursa hii kumtangaza kwenu, mbele yenu, mshindi aliyeshinda zabuni hiyo kwa fedha za like kitanzania za shilingi bilioni 38 kwa mkataba wa miaka mitano, si mwingine mshindi ni kampuni ya Jayrutty Investment East Africa Limited. Makofi machache. Klabu ya Simba inakwenda kuchukua kwa mwaka fedha takriban bilioni 5.6 kwa mwaka mmoja. Makofi mengi sana. Hivyo basi, mambo yako mengi, faida ziko nyingi. Nisingependa mimi nitaje yote, nimkaribishe kwenu, mbele yenu mshindi wa zabuni hiyo, Jayrutty Investment Company Limited. Karibu sana, na wewe ndio utakayekuja kueleza yapi na yapi ambayo unakwenda kuifanyia klabu ya Simba mara baada ya kushinda zabuni hii. Asante sana na karibu.